Karibu katika mfululizo wa makala zilizotungwa na Mr. Fortius Rutabingwa kwa mwaka 2025. Leo hii tupo wiki ya 28 ambayo ilikuwa ni tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 2025. Na jiunge nami msomaji wako James Mmari. A, ni makala nyingine na nianze kwa kuzungumzia mambo ya msingi kabisa unapoanza kurasimisha wazo kuwa biashara ni mambo rahisi na ni ya msingi, na wakati mwingine yanachosha boring, lakini kama wasemavyo waliotutangulia kuwa easy things are easy not to do, ya kwamba vitu rahisi ni rahisi kuto kuvifanya na gharama yake huwa ni kubwa huko machweo. Hivyo basi tuvumiliane na twende pamoja. Sasa wakati tunaingia kwenye ingwe ya kutafuta kibali cha kuchapisha fedha, tugusie sehemu kubwa za vipato kama ifuatavyo: active income, passive income na royalty income. Haya ni makundi makubwa ya vipato, yanaweza kunyambulishwa kwa aina tofauti tofauti, lakini maana kubwa inabaki pale pale. Ni njia pekee tunazokubaliana nazo za kupata kipato. Dan Pena huwa anaziweka kwa C tatu, yani crime chance na commerce. Hivyo tuko kwenye hiyo ya mwisho, yaani commerce. Royalty income ni mfano wa kipato kinachotokana na matumizi ya kitu ulichogundua au uchapishaji vitabu na intellectual property kwa ujumla Inahusisha pia matumizi ya rasilimali zako nyingine. Kwa upande wa nchi, tungesema ni kama rasilimali za asili. Passive income ni pale unapowekeza pesa zako ziendelee kujizalisha bila uwepo wako na usimamizi wako wa karibu. Hii ndiyo kama tunavyowekeza kwenye bidhaa za soko la mitaji au kwenye miradi mingine ambayo hauhusiki kwa uendeshaji wa kila siku. Kwa njia hii ya passive income ndipo tunapotamani wenye maono na talanta wakaanzishe mabiashara makubwa, wengine tuwaandalie mitaji. Hapa ndipo ninaposema mwenye kampuni anachapisha pesa, maana anatuandalia share certificate, tena at cheaper digital ones, halafu tunazigombania kuzinunua. Hizi aina mbili za kipato haziongezi sana ile keki ya taifa kwa asilimia kubwa, siyo shughuli za kuongeza thamani. Ili kunufaika kwa uzuri kwenye hii passive income ni kuchagua vizuri pa kuwekeza. Faida inayoipata unaizungusha mule mule, alafu unamwachia kazi compounding magic akuze utajiri wako. Hii aina ya kwanza hapo juu, yaani active income, ndiyo ina uwezekano wa kuongeza thamani kwa kiwango kikubwa, ambapo wahenga husema sky is the limit. Active income ni pana sana, na ndiyo inayoajiri sehemu kubwa ya nguvu kazi na nguvu akili, na ndiyo hata inayolisha hizo sehemu nyingine za vipato, kwa mfano, mishahara shughuli za kujiajiri, ushauri yani consultancies, uwekezaji wa kufuatilia kila mara yani active trading, masoko ya mitaji au real estates, commission, bonus na kadha wa kadha, hadi faida kwenye biashara au business income profits. Hii ya mwisho, business income, ndilo kusudi la makala ya wiki hii na ndiyo njia ya kipato ikijumuishwa katika nchi nzima, unaambiwa uchumi umekua. Sekta binafsi ndipo inapokuwa imechukua nafasi yake, ambapo ukichungulia huko juu, kampuni kubwa zinazoongoza hii ligi ziko Marekani, nchi inayoongoza duniani kiuchumi. Mfano wa kampuni hizo ni kama Apple ya Steve Jobs, Rest in peace, Amazon ya Jeff Bezos Microsoft ya Bill Gates, Berkshire Hathaway ya Warren Buffett na kadha wa kadha. Chini kidogo hapo utakutana na kampuni ya Saudi Arabia, Saudi Aramco. Naitaja Saudi Aramco kwa kuwa iko kwenye nchi yenye $1 trillion dollar economy. Ni pari rasilimali za asili za Saudia zilipowekwa mikononi mwa Wasaudia. Kama mnavyojua, rasimu ya Vision 2050 inatuwekea malengo ya kufikia a trillion dollar economy, hivyo kama nchi kwa ujumla, ndiyo target yetu. Binafsi natamani wawepo watakaofikia ukubwa wa kampuni ya Saudi Aramco. Hiyo safari inaanza kwa kuchagua wabia wa kwanza, yani pioneers. Mkianza hata wawili, kuyaweka mawazo yenu vizuri na kusajili kampuni biashara inaweza ikaendeshwa katika mifumo kati ya hii, ya kwanza ni sole proprietorship, yani mtu binafsi, partnership, au limited companies. Kwa leseni yetu kama nominated advisors, tunawashauri wajasiriamali wa wanaotaka kukua, yani kuchapisha pesa zao, kusajili biashara zao kama kampuni, na kama unaisajili kampuni ni vyema sasa ukaisajili kwa mtaji wa vitabuni wenye ndoto ya kuifanya kampuni kuwa ya umma, yani public limited company, PLC. Kwa fees za BRELA, yani hii ni mpaka mwaka 2025 inapoandikwa makala hii, uh, utagarimu Tanzania shilingi laki 4 na 40,000 kwa mtaji zaidi ya Tanzania shillings milioni 50. Ukishachagua labda mtaji wa vitabuni authorized share capital ni shilingi za kitanzania bilioni kumi, unafanya sasa uamuzi kila hisa moja niipe thamani gani ya vitabuni, yaani nominal value. Kwa mfano, mtaji wetu wa vitabuni hapo juu ambao ni uh, bilioni kumi za Kitanzania, ukaamua iwe shilingi laki moja kwa kila hisa, utakuwa na hisa laki moja. Lakini ukaamua iwe shilingi elfu kumi kwa kila hisa, maana yake utakuwa na hisa milioni moja na ukiamua iwe shilingi mia kwa kila hisa, basi utakuwa na hisa milioni mia moja. Kama maono ni kuja kuwa kampuni iliyoorodheshwa soko la hisa, ni vema ukachagua denominations za chini ili kupunguza ile nenda rudi ya BRELA itakapobidi kufanya share split, ila pia itategemea matarajio ya ukubwa unao utabiri wa biashara yako na itachukua muda gani, ili uangalie gharama zinazoongezeka, mfano stamp duties, kama inalipa kwa kiwango cha mtaji wa vitabuni utakao sajili. Hapa ndipo thinking big inapoingia. Kama unajiona ni Saudi Aramco hizi gharama kwako kwa utaziona ni uwekezaji, licha ya kanuni za uhasibu kuzirekodi kama matumizi ya kawaida. Na hapa kwenye thinking big ndipo huwa tunaachania wengi, maana hii ni shughuli ngumu na sio ya kila mtu. Authorized share capital ni mtaji wa usajili, sio mtaji unaoonekana kwenye mizania kama pesa zilizoingizwa kwenye biashara mtaji unaoingizwa kwenye biashara unakuja chini ya issued and full paid up share capital, na tunapopima uiano wa umiliki wa kampuni huwa tunaangalia wabia au wanahisa kwenye kundi la issued share capital. Katika hatua hii waanzilishi huwakaribisha wanahisa wengine, wanakuwa tayari kupunguza umiliki wao asilimia mia moja na kujififisha yani dilution, ili kuongeza mtaji. Kama unaorodhesha kampuni yako dirisha dogo la DSE yani EGM segment, kiwango cha chini cha kuwakaribisha wabia wengine ni asilimia ishirini, mjasiriamali unabaki na asilimia themanini. Sasa uwache asilimia ngapi? Ah, itategemea na ukubwa wa mtaji unaouhitaji. Hapa ndipo linakuja swali. Waanzilishi watakuja na mpango biashara wao, wanahitaji labda mtaji wa shilingi bilioni tano ili kuweza kuachia asilimia ishirini za kampuni, tutawauliza au mwekezaji yeyote mgeni atawauliza ninyi, mmeshaweka kiasi gani? Aa, kujibu swali hili waanzilishi wanatakiwa kuwa na maelezo ya kina ili kumshawishi mgeni kwa kweli hiyo asilimia wanayompa inastahili na yeye kushiriki kwenye matarajio ya kampuni kwa kadiri alivyoelezwa. Hatua hii sifa za ujasiriamali ndipo zinapohitajika, sio kama tulivyozoea kulitumia hili neno huko mtaani. Ujasiriamali ni sumaku na umeme, yani electromagnetic power, kuweza kumvuta mtu, yani sumaku na wazo lako lakini pia na kumshawishi yaani umeme akupatie hiyo fedha na akubaliane na masharti yako. Mjasiriamali akishinda hapo amemaliza, maana mtaji ataupata na nguvu hiyo hiyo itampa biashara. Kwa mfano unakuta biashara fulani inadorora kama mwanzilishi ameondoka, mfano kampuni ya Apple kompyuta ilipitia hayo madhara pale ilipomfukuza Steve Jobs wakati akiwa haja institutionalize hiyo pasheni yake kwenye kampuni ya. Labda siku moja tutagusia jinsi ya kuwa sumaku na umeme papo hapo. Tutaanzia hapo kwenye kuuza passion wiki ijayo, panapo majaliwa, bila kusahau tarehe 17 Julai 2025 huenda mbiu ya mgambo ikalia Vision 2050. Basi hadi wiki ijayo kwa leo tuishie hapo. Kwa heri.